Bila shaka ubuheri wa afya, karibu tena kusikiliza mwendelezo wa simulizi hii itwayo siku za uhai wangu, ambayo imetungwa na kuandikwa nami Danifordy Ben ambaye unaweza kunipata kupitia nambari za simu za 0711444410. Sehemu ya pili ya simulizi hii, tuliishia Hansi amemwona Fatuma kwa mara ya pili baada ya siku ile ya nyuma kukutana naye akiwa katika sononeko la usaliti wa Jimi. Je, ni nini kiliendelea? Basi tuwamo sawia sasa katika sehemu hii ya tatu. Ilikuwa ni ngumu kuendelea kuinywa chai ile ambayo nilishaanza kupasha tumbo. Nilijikuta nikikutwa na kisebusebu zaidi ya mfumaniwa ndani ya nyumba ya mwanajeshi. Hakika macho yangu yaligoma kabisa kung'atuka kumtazama binti yule aliyezama kwenye ubongo wangu mazima. Fatuma alitembea mwendo wa madaha mpaka pale alipofika katika mgawa ule niliokuwapo mimi. Habari. Alisalimia, nikamjibu. Kisha akakaa meza ya kando yangu. Nilimwona akiwa nakorokocha mkoba wake na kisha kutoa simu yake ambayo alianza kuchakua muda mfupi tu, nikamuona akiweka sikioni na kusikiliza kwa muda kabla ya kuanza mazungumzo. Wakati huo mimi nilikuwa makini mno kusikiliza, ijapo sikuwa nimeambulia chochote, kama sungura wasizitaki mbichi hizi, maana sikuwa natambua ni nini kilichokuwa kikizungumziwa katika mazungumzo yale yaliyojaa usiliazi mwingi mpaka pale niliposikia akimaliza kwa kusema kuwa ngoja nipate kifungua kinywa halafu nitakupitia. Fatuma aligeuka kunitazama, na hapo ndipo macho kwa macho yakakutana mpaka nikakosa ujasiri wa kuendelea kukaziana macho. Nikaigeukia chai na nikaipakia fundo moja kubwa kushusha matamanio yangu ya kuweza kuzungumza naye. Niliinywa chai ile na kisha nilipoona uweni tumbo langu limetosheka nililipa nikaondoka zangu kwenda kazini. Waza wazua zilikuwa nyingi, ni namna gani naweza kuwa karibu naye ili tu niweze kumweleza ni nini ninakihisi juu yake. Siku tatu zilipita bila kumtia machoni Fatuma tangu siku ile nikutane naye pale mgawani, hivyo nikakata shauri kufanya kweli, nitimize ndoto hii niliyokuwa nayo, ni ndoto ambayo nilikuwa nikiota kila siku. Na hapo asubuhi moja niliamua kwenda kwa rafiki yake yule niliyekuwa nimemwona naye kwa siku kadhaa nyuma Nilimkuta akiwa anafungua genge lake la mahitaji ya nyumbani. Nilimsalimu mithili ya mtu aliyekuwa akimfahamu, mpaka naye akapigwa butwa. Mambo vipi, Hagi? Alisita kujibu salamu ile kwa sekunde kadhaa na kuganda kama nyama mfu buchani. Alikuwa ameduazwa na kunikazia macho yaliyodhihirisha wazi kuwa alikuwa na maswali mengi ambayo bila shaka hayakuwa na majibu. Nzuri tu, kwema. A, kwema, naomba nyanya na vitunguu. Nilianza kwa kueleza shida ambayo wala haikunileta eneo lile. Mbaya zaidi, hata zile nyanya sikuwa na kazi nazo, maana mara zote sikuwa napika nyumbani. Agi aliendelea kunitazama kwa muda bila ya kunihudumia kabisa. Kisha akawa ni mtu aliyegutushwa kutoka rindini alikokuwa ametopea kwa mawazo makali yaliyokuwa yamemchota mazima. Umesema nyanya na vitunguu, eh? alihoji huku akianza kupapatia kifungashio ambacho baada ya kuweka nyanya na vitunguu akaanza kuweka unga wa karanga. Ni wazi hakuwa sawa baada ya mimi kumsalimia. Dada, nimesema nyanya na vitunguu. Ah, ah, samahani kaka, kuchanganyikiwa alijibu na kuniwekea nilichotaka, kisha nikaondoka huku nikiwa najitukana matusi mengi ndani yangu kwa kushindwa kueleza kile kilichokuwa kimenileta eneo lile. Hatua tano zilitosha kusimamisha safari yangu na kugeuka nyuma, baada ya kumsikia aje akiniita, samahani kaka, nakuomba kwanza ni sauti iliyopenyeza sawia masikioni mwangu na kunifanya nigeuke haraka kumtazama na kuonyesha kidole kifuani kwangu, ishara ya kuhoji kama mimi ndiye niliyekuwa nikiambiwa yale niliyosikia. Ya wewe hapo, ndiyo nakuomba kwanza kataa maneno kubali wito. Hii ilikaa ndani yangu wakati naanza safari ya kusogea gengeni kwa yule dada kwa mara nyingine, huku akili yangu ikinilazimisha kuwa huu ndio ulikuwa muda sahihi wa kutumia nafasi ile moja niliyokuwa nimeipata kwa bahati. Naam, sehemu ya tatu imetamatia hapa. Agi anataka kumwambia nini Hansi? Na vipi Hansi atafanikiwa adhima yake ya kumpata Fatuma? Basi usikose sehemu inayofuata ya simulizi hii ili kujua hatima ya mkasa huu. Kwa sasa, asante kwa kuwa nami na Mwenyezi Mungu akubariki.